Tumepokea taarifa hizi za msiba kwa masikitiko makubwa, lakini kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu, hatuna budi kulipokea. Katika kijiji tulivu cha Chomvu kilichopo tarafa ya Usangi, wilaya ya Mwanga, sauti za nyuni wa asubuhi zimefunikwa na uzito wa huzuni. Tunasikitika sana kwa kweli, mpaka sasa hivi tu kwenye majonzi makubwa kwa kuondokewa na mheshimiwa kama huyu mambo mengi mnayoona katika wilaya ya Mwanga hii ni yeye aliyaleta hapa. Sisi tulikuwa tunaishi hapa hatujui hata umeme, lakini kwa kipindi chake hicho, ambaye alikuwa waziri na kawa mbunge, tukaona katusaidia, tukapata umeme. Mashule haya mnaona, ametusaidia, tukapata mashule. Kulikuwa na chuo hapa cha ufundi, akiwa yeye ndiye anatusaidia, na mambo mengi sana ambayo kwa kweli Cleopa alikuwa ameyafanya katika eneo hili letu la Mwanga. Hapa ndiko alikozaliwa mmoja wa viongozi wakuu wa kihistoria wa Tanzania, hayati Cleopa David Msuya, na hapa ndipo atakapopumzishwa milele. Amekuwa ni mbunge wa jimbo hili la Mwanga kwa takribani miaka 20 na mambo aliyoyafanya ni makubwa, likiwa ni pamoja na kuijenga wilaya hii na hata kuileta wilaya hii na hata kuitangaza wilaya hii ya Mwanga mpaka leo hii inatambulika. Kamati ya usalama ya mkoa wa Kilimanjaro na wilaya ya Mwanga imetua rasmi nyumbani kwa familia ya Msuya ili kuratibu maandalizi ya mazishi ya kitaifa yakisubiri mwongozo kutoka kwa serikali kuu na familia. Leo tumekuja na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa na wilaya na watumishi wengine eh, kwa ajili ya maandalizi ya msiba huu na maziko. Eh, tumepata taarifa kutoka kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya na timu yake kwamba eh, wameshajipanga wamefanya maandalizi ya awali, wameunda kamati kwa ajili ya shughuli za mazishi. Kwa hiyo sisi tumekuja kuungana nao, tukisubiri sasa kamati ya kitaifa ambayo iko Dar es Salaam pamoja na familia wanakaa wajadiliane na kukubaliana eh, shughuli za mazishi za mzee wetu. Tunategemea mazishi, Mungu akijalia, yatakuwa eh, wiki ijayo. Siku ya Jumanne. Cleopa David Msuya mwanasiasa na mtumishi wa umma alikuwa waziri kwa awamu mbili, makamu wa rais, waziri wa fedha, viwanda na biashara. Safari yake ya kisiasa ilianza miaka elfu moja mia tisa na sitini na akaendelea kuwa muhimili katika siasa za Tanzania kwa miongo kadhaa. Rais Samia Suluhu Hassani ametangaza siku saba za maombolezo ya kitaifa huku mwili wa Msuya ukitarajiwa kuwasili mkoani Kilimanjaro mwishoni mwa wiki hii na mazishi kufanyika Jumanne ijayo. Tunajiandaa ili kuweza kupokea mwili na wananchi wa wilaya ya Mwanga na wana Kilimanjaro waweze kutoa heshima zao za mwisho. Kama mnavyofahamu kwamba mzee wetu alikuwa ni kiongozi mkubwa serikalini, lakini alikuwa mheshimiwa mbunge wa jimbo hili kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo wananchi wa wilaya ya Mwanga na vitongoji vyake, eh, wamepata mshtuko mkubwa na masikitiko makubwa. Kwa hiyo baada ya shughuli za Dar es Salaam analetwa mkoani Kilimanjaro na ratiba zaidi tutawafahamisha, e, tutakapopata baada ya kamati e, kuu ambayo iko Dar es Salaam inafanya e, maandalizi. Mzee Msuya hakuacha urithi wa mali, bali historia ya uadilifu, uzalendo na maendeleo. Na sasa kijiji alichozaliwa kinajiandaa kumpokea kwa mara ya mwisho kama shujaa wa taifa. Kutoka kijiji cha Chomvu kilichopo tarafa ya Usangi, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro, mimi ni Dickson Busagaga wa Clouds TV.